Pin Kamara Yusuf Kagoma Kidnes Prosper Kibisawala Elimpanzu, usijifanye mjuaji, huyu hau mjui ni bana vea ni nzomboleswa. Ebwana, hii ni Mzinga Sports na kimsingi, tunakwenda kumwangalia kiungo wa ushambuliaji wa DRC na klabu ya Simba wekundu wa Msimbazi, Ellie Mpanzu Kibisawala ni nyota ambaye anazungumzwa sana sasa. Ikumbukwe nyota huyo aliingia kwenye dirisha dogo la usajili kwenye msimu huu wa 24 25, lakini usajili wake ulichelewa kusainiwa kwenye klabu hiyo. Ikumbukwe hapo awali alikuwa akihusishwa na miamba hii tangu kwenye dirisha kubwa la usajili wa msimu huu. Ili kuwaje? Kwa nini Elimpanzu alichelewa kujiunga na Simba na Elimpanzu wasifu wake upo vipi? Sasa kwenye matangazo ambayo nimeanza nayo hapa, angalau kwa kidogo tu, namna ambavyo nimetiz, hiki ni kile ambacho nilikifanya katika mchezo dhidi ya Dodoma Jiji, Simba dhidi ya Dodoma Jiji. Elimpanzu alifunga goli zuri kabisa kwa guu lake la kulia, na baada ya kufunga nilitumia baadhi ya maneno, nilisema huyu ni Bana Vea Nzombo Leswa. Sasa maana yake ni nini? Bana Vea, Vea ni Vita Club wenyewe jina lao la utani, na Bana Vea maana yake ni watoto wa Vita. Yes, sasa basi, uh, Vita Club ni timu yenye mashabiki wengi sana ndani ya Kinshasa, na Kinshasa ndio jiji lenye wananchi wengi zaidi ndani ya DRC. Sasa Eli Mpanzu amecheza kwenye ile klabu na ile klabu inapendwa sana pale Kinshasa. Sasa wachezaji ambao wanapita kwenye kikosi cha Vita huaga wanaitwa Bana Vea. Kwa hiyo ukisikia Bana Vea, maana yake ni wachezaji ambao wako vita au wamepita vita, Vita Club uh. Mbali na hapo kuna neno la nzombo leswa. Nzombo leswa maana yake ni zile dakika za jioni, huko Pasco Kabombe huaga anatumia hiyo dakika za jioni. Tangu mwishoni mwa 90 mpaka mwanzoni mwa miaka 2000, Vita Club ilikuwa inaongoza kwa, ilikuwa ina sifa ya mechi wanaweza kucheza ikawa ngumu, lakini kuanzia dakika za sabini kuelekea kuimaliza mechi walikuwa wanafunga magoli mengi sana kwenye hizo dakika. Kwa hiyo walipewa jina la Bana Ve, walipewa jina la Nzombo Leswa, yani dakika za jioni ambavyo wamekuwa uh, wakifanya wa kwa, kwa kwa wasifu wao. Sasa tunaenda kumwangalia Ellie Mpanzu leo hii ni nyota wa klabu ya Simba na anazungumzwa kuli kweli na watu wanamzungumza sana kwa sababu ya kile ambacho anakionesha kwenye klabu ya Simba so far. Uh, Ellie Mpanzu ni nyota ambaye anatokea Central DRC. Yani katikati mwa taifa la DRC kwa mazingira ya Tanzania tuseme Dodoma ndiko ambako anatokea huyu mwamba. Ni uh, kiungo kushambulia ambaye alianza kwenye klabu za kwao, lakini klabu ambayo ilimtambulisha zaidi katika soka la DRC ndio hiyo AS Vita Club. Sasa Vita Club ni klabu ambayo ina scout wachezaji kutoka maeneo mbalimbali, wana scout kwenye academies za palepale Kinshasa, wana scout kwenye timu ndogo ndogo za pale, pale Kinshasa ambazo hazichezi ligi kuu. Uh, wana scouti wachezaji kutoka uh, timu za ligi kuu za pale pale DRC ambazo wana partnership nazo. Kwa mfano, uh, klabu ambazo wana mahusiano ya moja kwa moja na Vita Club ni Agis Manyema inatokea Kindu pamoja na Dolphin Noir inatokea Goma. So uh, Ellie Mpanzu walimchukua kutoka Central DRC na kujiunga na kikosi hicho cha Vita Club. Msimu wake wa kwanza alipata nafasi ya kucheza lakini, ikumbuke kwamba Mpanzu wakati anaingia Vita Club ilikuwa ni replacement, anakwenda kuziba pengo la Maruf Shakei, nyota wa kimataifa wa Togo, kwa sasa anacheza kwenye kikosi cha Singida Black Stars. Kwa hiyo uh, Maruf Shakei alivyoondoka, replacement ndo ilikuwa Ellie Mpanzu na alipoingia kwenye timu, msimu wake wa kwanza haukuwa mzuri sana. Msimu wa pili ndo ulikuwa bora zaidi, ndo huu msimu uliopita o F 2023 L 2024 msimu ambao alifunga mabao 12 na kutoa assist tisa, kwa hiyo alihusika katika mabao 21 katika mashindano yote, na kama haitoshi alishinda tuzo ya MVP wa Coupe du Congo. Coupe du Congo ni kama FA ya Tanzania Uh, CRDB Bank Federation Cup kwa mazingira rahisi zaidi, kwa hiyo Eli Mpanzu aliwezesha Vita Club kucheza mpaka fainali na kubeba ubingwa wa Coupe du Congo. Ikumbukwe, Vita Club katika msimu wa ligi haikuwa na performance nzuri, lakini Eli Mpanzu alikuwa na kiwango bora na kufikisha idadi hiyo ya mabao. Kwa hiyo, baada ya kubeba ubingwa wa Coupe du Congo ambao ni FA ya DRC, ndo alikata tiketi Vita ya kushiriki michuano ya kimataifa, kwa maana ya kombe la shirikisho Afrika, na wakatolewa na Stellenbosch au the ya Afrika Kusini ambaye anacheza na Zamalek. Sasa basi Uh, Ellie Mpanzu wakati uh, yupo DRC, wakati anaingia kwenye kikosi cha AS Vita alisaini contract ya miaka miwili na option ya mwaka mmoja wa kuongeza endapo atakuwa na kiwango bora. Ellie Mpanzu alicheza msimu wake wa kwanza na msimu wake wa pili ambao ndio ulikuwa bora zaidi. Uh, kulikuwa kuna option ya kuongezewa mkataba Mpanzu, kile kipengele ndo akawa anakirukaruka. Ikumbuko kwamba mkataba ulikuwa unasema Vita ndo wenye authority ya kumwongeza mkataba Ellie Mpanzu endapo atakuwa na kiwango bora. Msimu wa wa pili ndo alikuwa bora zaidi, akawa hataki kuongeza mkataba kwenye kikosi hicho, Vita club waliongeza wali, uh, wali, wali wao kama wao waliweka ule mkataba wa tatu, kwa maana kwamba Mpanzu ni mchezaji wa Vita kwa mkataba wa tatu. Wamekuwa tayari kukiactivate kile kipengele ili aendelea kucheza, lakini management ya Mpanzu na mwenyewe hawakuwa radhi kuendelea kusalia uh, kwenye klabu ya Vita mpaka, mche, mpaka siku ya mwisho ambayo uh, Vita wanaita wachezaji kwenda mazoezini, wana resume camp, wanarudi kwenye training pre-season Elimpanzu hakuonekana kwenye kikosi cha Vita. Yakazuka maneno mengi, baadhi ya nyota waliondoka kwenye kikosi hicho, akiwemo Mwimba Isala ambaye aliuzwa, aliondoka kwenda zake Ufaransa, lakini Mpanzu ndio ilikuwa topiki kubwa. Elimpanzu wana Mwimba pale Kinshasa wakitamani kumuona akirudi kwenye timu. Uh, training preseason yote ikaisha full na Elimpanzu hayupo kwenye timu. Baadaye mchezo, walicheza mchezo wa kirafiki wa kutambulisha nyota wao na mchezo huu ulikuwa ni kama uh, mazingira ya Tanzania kama ile Simba Day au kilele cha wiki ya mwananchi kama vile. Kwa hiyo uh, Mpanzu ali, uh, akutokea pia katika ule mchezo. Maana yake sasa, ilikuwa ni kama rasmi, mashabiki wa vita ilikuwa amesha confirm kwamba okay Mpanzu hatupo naye kwenye kikosi. Na wakati huo Mpanzu alikuwa akionekana na post kwenye mitandao ya kijamii hususan Facebook akifanya mazoezi yake binafsi. Baadaye akahitajika kwenda kufanya mazoezi uh, majaribio uh, Ubelgiji, na kweli ile deal ilikuwa activated, alienda Ubelgiji kwenda kufanya majaribio, lakini sivyo bahati, mambo hayakwenda sawa, na inaelezwa kwamba kwenda sawa kwa sababu ya ya fitness, fitness level, fitness yake ilionekana iko ya chini uh, kwa nini? Naweza nikataja sababu mbili: ligi ya DRC Uh, inapoteza ubora wake tofauti na ilivyokuwa huko nyuma na inapoteza ubora wake kwa sababu uh, ni ligi ambayo imekuwa ikisimama kwa vipindi, kuna muda inasimama, kuna kipindi hapa kwa wastani wa miaka mitatu nyuma haikuchezwa kabisa yes. Kwa hiyo ligi ya uh, DRC imekuwa na hiyo changamoto ya kusimama simama. Sasa ile inawafanya wachezaji kukosa fitness ya kutosha, utimamu unapungua. Kwa hiyo na ndio maana hata kwa mfano kwenye klabu ya Yanga Wamemsajili Jonathan Kangalombo na mwenyewe pia alianza kwa kuwekwa bench, hayupo uh, kwenye mpango kazi wa mwalimu kwa sababu ya fitness level kuwa chini. Wapo baadhi wanakuwa na fitness nzuri, lakini wengine wanakuwa na fitness level ambayo iko chini. Kwa hiyo hata Ellie Mpanzu alipofika Ubelgiji kaenda ku train lakini alionekana hayuko sawa. Kwa hiyo, uh, klabu ya Simba wakaingia pale na kupata huduma ya Ellie Mpanzu. Akawa ameingia kwenye kikosi cha Simba. Kwa hiyo, kuchelewa kwa Ellie Mpanzu uh, kujiunga kwenye timu ya, ya, ya, ya, ya Simba ni kutokana na mazingira hayo kwa maana ya klabu ya Vita kuendelea kung'ang'ania kumtaka mchezaji ambaye aliamina na mwaka mmoja zaidi wa kumu-activate, lakini pia uh, kufeli kwa uh, majaribio yake kule Ubelgiji. Sasa uh, alipofika Tanzania uh, of course ameanza na mguu mzuri so far. Uh, katika ligi kuu uh, ameshacheza michezo kumi na amehusika moja kwa moja, kwa maana ya kufunga na kuasisti. Uh, amehusika katika mabao saba akifunga mabao matatu na mabao matatu ambayo aliyafunga, nakumbuka uh, alifunga dhidi ya Tanzania Prisons ikiwa ni bao lake la kwanza uh, alifunga dhidi ya Azam FC ikiwa ni bao lake la pili, na alifunga uh, dhidi ya Dodoma Jiji katika mchezo wa mwisho wa Simba ikiwa ni bao lake la tatu. Lakini assist nne ambazo alizitoa, alitoa assist dhidi ya Tabora United goli alifunga uh, Lionel Ateba, alitoa assist dhidi ya Coastal Union kwenye hattrick ya ya Mkwala, alitoa assist moja na alitoa assist mbili dhidi ya Dodoma Jiji, moja ilikuwa ni ya goli la Mkwala ambayo lilifunga kwa seli ina yake, chama style na moja ilikuwa ni kona ambayo alipiga Kip Dennis akafunga. Kwa hiyo assist nne magoli matatu, moja kwa moja na kuna ile, uh, kuhusika pre assist au alisababisha yeye goli kutokea. Kwa mfano mechi dhidi ya Tabora United, hiyo alifanywa madhambi ndani ya boksi ikapelekea kupatikana kwa penalti ambayo aliitumia vizuri Lateba. Alifunga mechi dhidi ya Coastal Union. Uh, Mkwala goli lake moja alifunga, ilikuwa ni Mpanzu alishuti goli, kipa akautema ule mpira, akenda kumalizia Mkwala na nakufunga. So ni mchezaji ambaye unamuona katika namba nyingi anasogea ana, ana, ana, ana, ana, yani kwenye mazingira ya upatikanaji wa mabao amekuwa akisogea. Hiyo dhidi ya Tabora pia goli ambao alifunga Shomari Kapombe ni yeye ndo alilitengeneza, uh, hilo bao so uh, huyu ni, ni Ellie Mpanzu nyota ambaye amekuwa na kiwango bora, hajawahi kuitwa kwenye kikosi cha DRC cha senior, kile cha wote. Amewahi kucheza michuano ya CHAN, lakini kile cha wote hajawahi kuitwa. Lakini, uh, naamini ilikuwa inatokana na sababu ya klabu ambayo alikuwa anachezea, Vita Club ndani ya DRC. Kuita wachezaji Sebastian Desabre, kocha wa DRC, kuita wachezaji ambao wanacheza ndani ni ngumu. Asilimia kubwa amekuwa akiamini wachezaji wanaotoka nje Uh, sasa hivi hapa alimuita Oscar Kabwiti kwa mwisho hajaitwa tena. Kwa hiyo Elim Panzu kuwepo kwenye klabu ya Simba. Simba ni klabu ambayo tayari imesha kutoa mchezaji wa DRC kwa maana Henok Kinonga. Na Elim Panzu kuwa hapa, kwenye klabu ambayo, uh, ambayo inaonekana kwenye mawanda ya kimataifa ni klabu ambayo ni trusted tayari sasa hivi Afrika, kwamba ni timu ambayo ikitoa mchezaji wake ana quality ya kuweza kushindana kwenye michuano mikubwa kama hiyo, Elim Panzu inawezekana akawa na nafasi ya kuitwa kwenye kikosi cha Sebastian Desabre cha Leopard. Huyu ni Eli Mpanzu, pana shaka umepata kufahamu mawili matatu, lakini bado siku nyingine tutakuja kumwangalia katika maeneo mengine kuhusu Eli Mpanzu. Mimi ni gari Mzinga na hii ni Mzinga Sports. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare.